Mapema Novemba ishirini na mbili mwaka huu wa 2025 zilitoka taarifa na kuenea ma kusambaa sana kwa kasi katika sehemu mbalimbali, hasa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, ambapo taarifa hizo zilidai kwamba mzee maarufu anayefahamika kwa jina la Clemence Mwandambo amedaiwa kutekwa usiku wa kuamkia Novemba ishirini na mbili mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Taarifa hizo zilieleza kwamba mzee maarufu kwenye mitandao ya kijamii, ambaye pia mapema wiki hii alijisajili TRA ili aanze kulipa kodi kwa kazi yake ya sanaa, Clemence Mwandambo alidaiwa kutekwa usiku wa kuamkia Novemba 22 mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano na watu wenye silaha nzito za moto waliojitambulisha kuwa ni polisi. Tukio hilo lilitokea nyumbani kwake karibu na hospitali ya rufaa Mbeya, ambapo alitupwa kwenye gari kisha watu hao wakato eh, watu hao wakatokomea naye kusikojulikana. Mleta taarifa alidai, Clemence Mwandambo ni ndugu yangu ametekwa leo nyumbani kwake karibu na hospitali ya rufaa ya Mbeya na watu waliojitambulisha kwamba ni polisi wakiwa na silaha za moto walimchukua kwa nguvu na kumtupia kwenye gari na kutokomea na kutokomea naye kusikojulikana. Naomba mtusaidie kupaza sauti, huyu ni mleta taarifa. Ambapo taarifa hii e, imesambaa na kuenea sana katika sehemu mbalimbali, hasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikidai kwamba mzee Clemence Mwandambo ambaye amejizolea umaarufu kwa siku za hivi karibuni kupitia mitandao ya kijamii kwamba ametekwa na watu wasiojulikana. Mzee huyu amekuwa maarufu kwa msemo wake wa nachoka mimi baba yenu Clemence Mwandambo. Sasa baada ya kuwa taarifa hizo za madai ya kutekwa kwa mzee huyo kuwa zimeenea na kusambaa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, jeshi la polisi mkoani Mbeya limejitokeza na kuzungumza kwamba limemtia mbaroni mwalimu wa shule ya awali ya Saint Clemens anayefahamika kwa majina ya Clemence Kenani Mwandambo maarufu, eh, mzee Clemence Mwandambo mkazi wa Uzunguni a jijini Mbeya kwa tuhuma za kutoa na kusambaza maneno ya uchochezi kupitia mitandao ya kijamii. Tukio la kukamatwa kwake lilitokea Novemba 21 mwaka huu wa 2025 majira ya saa tano na dakika 20 asubuhi katika eneo la Uzunguni ambako mtuhumiwa alikamatwa akidaiwa kutumia akaunti zake za Facebook na Instagram kuchapisha maudhui yaliyotafsiriwa eh, kuwa ni, eh, kuwa na nia ya kuleta uchonganishi na uchochezi katika jamii. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mbeya, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi SACP, Benjamin Kuzaga, uchunguzi juu ya tuhuma hizo uko katika hatua za mwisho na mara tu ukikamilika, jalada litatumwa kwa mamlaka husika ili hatua za kisheria zichukuliwe. Upelelezi unakamilishwa ili hatua nyingine za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Sasa hii ndio imekuwa taarifa ya polisi mara baada ya taarifa eh, zilizodai kwamba mzee huyo ametekwa na watu wasiojulikana. Eh, hapa tunapata kuona jeshi la polisi eh, limezungumza ya kwamba bwana huyo hajatekwa na watu wasiojulikana bali amekamatwa na jeshi la polisi na tuhuma zimewekwa hapo kama jinsi ambavyo umesikia. Na e, jeshi limedai kwamba pindi upelelezi utakapokamilika basi hatua zaidi zitachukuliwa, kwa maana kwamba e, Clemence Mwandambo atafikishwa mahakamani. Hivi ndivyo ambavyo imekuwa, lakini hebu ni kupitishe katika barua rasmi ya jeshi hilo la polisi eh, mara baada ya kuwa eh, limemkamata Clemence Mwandambo eh, anayefahamika ama aliyejizolea umaarufu kwa msemo wake wanachoka mimi baba yenu Clemence Mwandambo. Taarifa kwa umma kutoka jeshi la polisi, ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, sanduku la posta mia mbili sitini Eh, Novemba 22 mwaka huu wa 2025, jeshi limesema ashikiliwa na jeshi la polisi Mbeya kwa tuhuma za kijinai. Hii ni taarifa kwa umma ama ni barua yenye taarifa kwa umma kutoka jeshi la polisi ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwalimu wa shule ya awali ya St. Clemens, ndugu Clemens Kenani Mwandambo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 upelelezi unakamilishwa ili hatua nyingine za kisheria ziweze e, kuchukuliwa dhidi yake. Taarifa hii ama barua hii yenye taarifa kwa umma imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya. Hivyo katika katika taarifa ya awali iliyodai kwamba mzee mzee huyo ametekwa na watu wasiojulikana mtoa taarifa ama mleta taarifa ambayo imeenea na kusambaa sana ama kwa kasi kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii alidai kwamba eh, Clemence Mwandambo amechukuliwa na watu wasiojulikana usiku wa eh, kuamkia Novemba 22 mwaka huu wa 2025, lakini hapa kwenye taarifa hii ya jeshi la polisi eh, imeeleza kwamba mzee huyo alikamatwa mnamo Novemba 21 na sio kutekwa, e, mwaka huu wa 2025 saa tano na dakika 20 asubuhi. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari nasi e, tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mzee Clemence Mwandambo ambaye, e, watu wengi wamezoea kutumia msemo wake wa nachoka mimi e, baba yenu Clemence Mwandambo ama nachoka mimi mjukuu wa Clemence Mwandambo eh, ama nachoka mimi mjukuu wa Clemence Mwandambo ni mtu ambaye amejizolea umaarufu mkubwa sana eh, kwenye mitandao ya kijamii huku msemo wake huo ukizidi kukwea pipa na kuchukua eh, sehemu kubwa ya Watanzania kuhusiana na habari hii. Wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii hapa ni habari Kiganjani. Endelea eh, kukaa karibu nasi kwa habari zaidi, lakini pia endelea kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook Twitter, TikTok na kadhalika kwa majina ya Habari Kiganjani.